Familia ya Mdude Nyagali imeipigia goti serikali. Mke wa Mdude amesimulia tukio zima, Jumanne Juni 17 mwaka huu wa 2025. Muhtasari: Mdude Nyagali alivamiwa nyumbani kwake, mtaa wa Iwambi jijini Mbeya, Mei mbili, na watu wanaodaiwa walijitambulisha ni askari polisi. Wakampiga na kumjeruhi kisha kuondoka naye, ama kutokomea naye na hadi sasa hajapatikana, zikiwa zimepita siku 42 tangu kutekwa kwa mwanaharakati Mdude Nyagali. Familia yake imeiomba serikali pamoja na vyombo vya dola kusaidia kupatikana kwa mpendwa wao, huku ikisisitiza inaamini bado yuko hai. Imesema iko tayari kushirikiana kwa njia yoyote ile na serikali na vyombo vya dola kuhakikisha anapatikana, kwa kuwa waliomchukua ni binadamu na hivyo inawezekana akapatikana. Akizungumza na chanzo chetu cha habari hii ambacho ni Mwananchi Communication siku ya Jumanne Juni 17 mwaka huu wa 2025 nyumbani kwake CJ Mbugi ambaye ni mke wa Mdude Nyagali amesema mateso na sintofahamu kuhusu alipo mumewe vinaitesa familia. Ninaumia zaidi ninapowaona wanangu wakiishi kwa hofu huku wakimkumbuka baba yao kila siku. Huwa tunadhani tutapata taarifa rasmi kumuhusu, lakini hakuna Amesimulia mama huyo, huku akibubujikwa na machozi. Mdude Nyagali aliyeripotiwa kutekwa nyumbani kwake Mei mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na watu wasiojulikana waliodai ni askari polisi, na tangu siku hiyo hajulikani alipo. Licha ya jitihada za kumsaka kufanywa na vyombo vya dola na watu mbalimbali mbali, bado haijafahamika ni nani waliomchukua. Kutokana na tukio hilo, vyama vya siasa hususan Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, viongozi wa dini, wanaharakati wa haki za binadamu na wadau wengine wameendelea kulaani tukio hilo. Wote kwa pamoja wameiomba serikali kuchukua hatua za dhati ili kuhakikisha mwanaharakati huyo anapatikana na haki inatendeka. Asimulia tukio zima, mke wa Mdude Nyagali. Hivi ndivyo ambavyo amesimulia tukio zima, akisimulia kwa mara ya kwanza namna tukio lilivyotokea. Sije Mbugi amesema walikuwa wamelala, wakashtushwa na sauti ya watu waliokuwa wakifungua geti la nyumba yao. Anasema alimwamusha mumewe ambaye ni Mdude Nyagali ili akaangalie kinachoendelea. Kwa mujibu wa Sije Mbugi ambaye ni mke wa Mdude, anasema Watu hao waliovunja geti kisha wakagonga mlango kwa nguvu ukavunjika, wakaingia ndani wakiwa na silaha zenye ncha kali. Walipofika ndani walisema wanamtaka Mdude, walimvuta kutoka chumbani, nikawa napiga kelele za kuomba msaada, lakini hatukupata msaada wowote, labda kwa sababu ilikuwa usiku sana, ilikuwa saa nane, amesimulia CJ Mbugi. Amesema kuwa hakuweza kuwahesabu watu hao kwa sababu walikuwa wengi. Baadhi yao walimpiga sana Mdude kabla ya kumbeba na kutoka naye nje, huku mmoja akisalia ndani akimtishia yeye mke kwa silaha. Mdude Nyagali alipigwa na kuvutwa hadi nje akiwa anatokwa na damu nyingi, kabla hajachukuliwa aliniambia nibaki ndani kwa sababu nilikuwa nimembeba mtoto akasisitiza itajulikana tu kilichotokea. Ameeleza Sije Mbugi kwa sasa, anasema anaishi kwa hofu na hakuweza kurudi katika nyumba hiyo kutokana na kumbukumbu -kumbu za tukio hilo. Amesema tangu siku ya tukio hilo hajawahi kurudi nyumbani hapo, ni leo walipofika kwa ajili ya kuifanyia usafi tu nyumba hiyo. Changamoto anayopitia Amesema kwa sasa pamoja na wanawe wanapitia changamoto kubwa, ikiwamo ya malezi ya watoto wao watatu. Hata hivyo, Sije anasema hachoki kumwombea mumewe kwa Mungu, huku akiamini ipo siku atarejea akiwa hai. Naipigia magoti serikali na mamlaka zote zisaidie kumpata mume wangu, watoto wake bado ni wadogo sana, wanamhitaji, amesema kwa sauti ya majonzi. Baba ndugu wametoa neno. Baba mlezi wa Mdude Nyagali anayefahamika kwa jina la Enok Mbalwa, mwenye umri wa miaka 71, ameeleza historia ya Mdude Nyagali tangu utoto wake, akisema alizaliwa mwaka 1987 na kulelewa naye baada ya mama yake kufariki dunia akiwa bado mdogo. Mbalwa amesema alimlea kijijini Itaka, sasa Itewe, wilayani Mbozi mkoani Songwe hadi alipomaliza darasa la saba. Kwa mujibu wa Mbalwa, Mdude alianza kujihusisha na harakati za kisiasa akiwa kijana mdogo, akivutiwa na maandiko ya ukosoaji wa sera na elimu kwa jamii. Sikumkataza kwa kuwa hata mimi nilikuwa Chadema tangu mwaka 1995 ingawa baba yangu alikuwa kada wa chama cha mapinduzi CCM, niliona anafuata nyayo zangu, amesema mzee huyo. Amesema baada ya kujiimarisha kwenye harakati, mdude alianza kujulikana zaidi, lakini pia alipitia changamoto nyingi kutokana na harakati zake hizo. Mara ya mwisho nilizungumza naye Novemba mwaka wa 2024, tulipanga mambo ya kifamilia, lakini Mei mbili mwaka huu wa 2025 nikasikia taarifa ambazo hadi leo hazijaniingia akilini, amesimulia mzee huyo. Hivyo ameiomba serikali na hasa rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati suala hilo kwa dharura. Naomba rais atusaidie kumpata kijana huyu ambaye si tu mtoto wangu, bali ni baba wa watoto watatu wanaomtegemea, amesema Mbalwa. Kwa upande wake, mdogo wa Mdude Nyagali aliyejitambulisha kwa jina la Hodito Mbalwa amesema alizungumza na kaka yake mara ya mwisho Aprili 30, wakipanga kukutana Mei 5 kwa masuala ya kifamilia. Lakini kabla tarehe hiyo haijafika, nilipokea taarifa kutoka kwa rafiki yake kuwa amevamiwa. Baadaye kiongozi mmoja wa Chadema alinipigia simu akisema twende Mbeya kuona kilichotokea, amesema. Hodito amesema walipofika nyumbani kwa Mdude Nyagali walikuta mazingira ya kutisha, damu zikiwa zimetapakaa ndani ya nyumba hadi eneo liliko eh, lilikokuwa limeegeshwa gari lililombeba. Kwa sasa tupo tayari kushirikiana kwa namna yoyote na serikali kuhakikisha tunampata ndugu yetu. Hili jambo haliwezi kufanywa na familia pekee, amesema. Mwananchi pia ambacho ndicho chanzo chetu cha habari hii, imezungumza na mjomba wa Mdude anayeitwa Wili Mtafya ambaye amesema familia inaendelea na maombi katika maeneo mbalimbali ya ibada kumwombea arejee salama. Ibada zinaendelea kila mara tukimwombea apatikane akiwa salama, lakini pia tunaomba kama kweli anashikiliwa kwa kosa lolote, basi sheria ifuate mkondo wake, afikishwe mahakamani kama mtu mwingine yeyote. Sisi familia tupo tayari kwa lolote, amesema Mtafya. Kwa upande wake, Halima Nyagali ambaye ni dada wa Mdude Nyagali amesema mdogo wake alikuwa mhimili wa familia hiyo na hicho kilichotokea ni pigo kubwa, amesema. Kabla ya tukio hilo Mdude hakuwa kwenye mgogoro wowote wa, wa wazi na mtu yeyote, wala hakukuwa na taarifa za, ku, eh, za kudaiwa. Hatukuwahi kusikia akitishia au kutishiwa na mtu yeyote. Alikuwa mtu wa amani na msaada mkubwa kwetu sote. Tunaomba serikali na jeshi la polisi watusaidie kumpata, tuko tayari kushirikiana kwa namna yoyote kuhakikisha anapatikana amesema Halima simulizi ya majirani hivi ndivyo ambavyo simulizi ya majirani ilivyo ama ambavyo imekuwa Mdude alipanga nyumba eneo la Iwambi ikiwa ndani ya uzio ulio na nyumba sita kila mmoja alijitegemea nyumba yake ilikuwa ya kwanza kushoto baada ya kuingia getini ikiwa na mlango wa sebuleni na mwingine wa chumbani. Kwa ujumla, eneo hilo lina utulivu na usalama wa wastani, na mwingiliano kati ya wakazi si mkubwa. Tangu kutokea kwa tukio hilo, mke wa Mdude aliondoka nyumbani hapo, ikielezwa ilikuwa ni kwa ajili ya usalama wake na kwenda kuishi kwa ndugu wa mumewe. Hata hivyo, Juni 15 alirejea akiwa na wifi yake Halima kufanya usafi, ndipo waandishi walifika pamoja nao na kushuhudia damu zilizoganda zikiwa bado katika baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo. Mmoja wa majirani ambaye hakutaka kutajwa jina, amesema hakusikia wala kushuhudia tukio hilo usiku huo hadi taarifa ziliposambaa asubuhi yake. Niliamka nikasikia Mdude amevamiwa usiku, ilinishangaza sana kwa sababu namfahamu kama mtu wa harakati tu, sio mtu wa ugomvi, amesema jirani huyo. Mwananchi pia ilimtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga kujua uchunguzi umefikia wapi, lakini simu iliita bila majibu. Hata hivyo katika taarifa yake ya kamanda Kuzaga alisema uchunguzi ulikuwa unaendelea, huku akilitenga jeshi hilo na madai kuwa waliohusika ni askari polisi. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hivi ndio imekuwa habari mpya ama taarifa mpya kuhusiana na mdude Nyagali, ama kumuhusu mdude Nyagali. Ni rasmi sasa, familia mdude e, imeipigia goti serikali